Na hivi ndivyo wananchi huko nchini Kenya kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii walivyoweza kumjua askari aliyemuua mwananchi kwenye maandamano huko nchini Kenya. Mwanzo askari huyu alivaa maski na cap kujificha kabisa sura yake wakati anafanya mauaji kwa kijana ambaye alikuwa anauza maski yani barakoa kwenye maandamano. Wananchi wakaanza msako sasa. Maandamano ya Kenya yalivyofanyika huaga mara nyingi, vyombo vya habari vinakuwaga live na wananchi wanakuwa live katika TikTok zao. Hata video ya mauaji imepatikana kwa moja ya wananchi aliyekuwa live kupitia mtandao wa TikTok. So kilichofanyika watu wakaanza kupitia upya YouTube za maandamano. Kuna wakati askari walikuja kutoa taarifa kuamrisha wananchi watawanyike, jamaa alionekana, ila sio katika engo ya kumtambua vizuri kuna wakati gari za polisi zilikuwa zikikagua na kutawanya watu, jamaa akaonekana tena, engo haikuwa nzuri sana. Akaja kupatikana video nyingine akiwa kwenye gari, sura yote ipo wazi, akiwa na kofia. Video haikuwa na quality, kwa hiyo haikuonekana vizuri. AI ikasafisha picha na sura yake ikapatikana kwa uzuri kabisa, muuaji akapatikana. Wakenya wanasema wanataka wapewe namba yake ya simu na nyumbani kwake anapoishi. Leo hawatalala. Hivyo ndivyo Wakenya walivyoahidi kwa askari huyu ambaye ametekeleza mauaji katika maandamano siku ya leo. Sasa pengine haujui dakika nyuma ya tukio zilikuwaaje? Ngoja nikufunulie hili hapa tukio kidogo, kufuatia habari ambazo ziliweza kupostiwa na NTV nchini Kenya. Shirika hili la habari ambalo mara nyingi limekuwa likijiza titi kutoa habari za kweli huko nchini Kenya, afisa wa polisi aliyempiga risasi muuzaji wa barakoa asiye na silaha wakati wa maandamano yaliyofanyika jijini Nairobi mnamo Juni 17 mwaka 2025, amekamatwa. Maandamano hayo ambayo yalikuwa yakitaka naibu inspekta jenerali Eliud Lagati ajiuzulu yaliingia katika vurugu baada ya wahuni kujiunga na waandamanaji. Katika moja ya video ambazo zimezua hasira mtandaoni, maafisa wawili wa kupambana na ghasia walimzingira muuzaji wa barakoa asiye na silaha kando ya barabara ya Moi na kumshambulia vibaya kabla ya kumpiga risasi kwa karibu. Kulingana na taarifa iliyoidhinishwa na msemaji wa huduma ya polisi ya kitaifa NPS, Muchiri Nyaga, afisa huyo alikamatwa kufuatia agizo la Inspector General wa polisi Douglas Kanja. Hata hivyo, huduma hiyo haikutaja jina la afisa huyo wala kutoa picha kuthibitisha kukamatwa kwake kama ilivyo kawaida. NPS pia ililaani kundi la wahuni waliokuwa na silaha za kienyeji ikisema watu hao watakabiliwa ipasavyo kwa mujibu wa sheria. Tukio hilo lilipofanyika, Inspekta Jenerali wa huduma ya polisi aliamuru kukamatwa mara moja ya kufanyiwa uchunguzi na kufikishwa mahakamani kwa afisa huyo wa polisi. Afisa huyo sasa amekamatwa, taarifa hiyo ilisomwa kwa namna hiyo. Zaidi ya hayo, NPS imetambua kundi la wahuni waliokuwa na silaha za kienyeji waliokuwa kwenye maandamano leo katika eneo la jiji CBD. Huduma hiyo inalaani vikali na haikubaliani na makundi haramu ya aina hii. Washiriki wa makundi haya watakabiliwa vikali kwa mujibu wa sheria hiyo. Uchunguzi umeidhinishwa. hiyo ndio taarifa ambayo mpaka sasa imeendelea kuteka headlines na kusambaa sana kufuatia mitandao mbalimbali ya kijamii. Taarifa ambayo imeweza kuonesha mauaji haya ambayo imeweza kufutokea katika nchi ya Kenya, na wameandamana kiukweli kutaka kumfamu askari huyo waliotekeleza mauaji haya, na pengine wanataka kuandamana kwenda katika nyumba ya askari huyu ambaye ametekeleza mauaji haya huko Nairobi mapema siku ya leo. Yapo ni Bluehost Dax Media, mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi.